Hivi, unajua kuwa unaweza ukatengeneza pesa katika site ya Fiverr mwaka 2025 pasipa kutumia mtaji wala kuwa na skill zozote? Baki hapo hapo, ni kuchanua, trust me. Katika hii site ya Fiverr unaweza ukapata kazi hata kama una skills, na maximum requirement ikiwa ni kiingereza na simu yako kwa mfano e, kazi kama za beta reading, kazi yako ni kusoma kazi za waandishi mbalimbali, mfano vitabu e, machapisho e, makala pamoja na simulizi na kukosoa ama kutoa maoni kulingana na jinsi ulivyosoma, e, unaonyesha ni sehemu gani warekebishe. Ni very simple na unaweza kaona kama huyu dada hapo amejitengenezea pesa bila kuwa na stress yoyote. E, anaweka dola kumi, e, maneno elfu kumi na anasoma ana, ana, ana, kwa siku nne. Na anapata, amepata reviews kadhaa kama mnavyoweza kuona hapo, amepata reviews eh, sitini na nane. eh, means hao watu wamewafanyia kazi eh, na wamemlipa, ndio maana wanatoa reviews. Subscribe na follow kama bado unatafuta saidi haso ya kufanya mpaka sasa ili tuanze pamoja.